Na, na leo pia nilitamani tujifunze kitu kingine. Watu wengi wanachanganya dhambi na uasi, haelewi dhambi ni nini na uasi ni nini. Unaweza ukawa na dhambi usiwe mwasi, na unaweza ukawa mwasi usiwe na dhambi. Eh, sijui, na unaweza ukawa mwasi ukawa na dhambi na unaweza ukawa na dhambi na ukawa mwasi. Yaani, inawezekanika, unaweza kukaa katika upande wa dhambi na usiwe mwasi, na unaweza ukawa mwasi usiwe katika dhambi, ama mambo haya mawili yote yakaingiliana, ukawa mdhambi na mwasi, na ukawa mwasi mwenye dhambi. Sasa leo nilitamani tujifunze somo dogo, nilishafundisha hizi habari dhambi vizavi uasi. Sasa labda nitasema kwa ufupi tu, tutaendelea tena, tutakavyokuwa tunaendelea kujifunza neno la Mungu, basi tutakuwa tunajifunza pia hayo mambo. Dhambi ni jambo lolote lisilokamilisha utukufu ama utakatifu wa Mungu, jambo lolote, jambo lolote. Lakini uasi ni mtu anayepingana na mfumo Biblia inasema kwamba shetani ndio baba wa maasi ama baba wa uasi, ama shetani ndiye mwasi, na kuna kitu ambacho shetani alikifanya ambacho kilimfanya yeye kujitwalia hilo jina. Kwa hiyo unapokuwa unafanya dhambi, ni kuna kitu unachokifanya kisicholeta ukamilifu kimungu, lakini unapokuwa mwasi, hii ni dhambi. Unapokuwa mwasi, ni mtu anayekinzana na mfumo fulani ndio maana anasema unaweza ukawa huo mfumo ulioko ukawa na dhambi ama usiwe na dhambi. Sasa mimi ninataka niwasaidie wa Kristo kuweza kujua kwamba hiki ninachokifanya ni dhambi ama sio dhambi, na wengi wanajificha umo, na wengi wamejificha chini ya mwamvuli wa neema. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia akasema, basi tuendelee kutenda dhambi tukijua kwamba neema ingalipo. Yani, kwa sababu neema ipo, je, uendelee kuishi dhambini? Uendelee kumtenda dhambi Mungu wako? Achana na uasi. Achana na uasi. Japo kuwa uasi, japokuwa uasi, sasa hivi upo. Watu wanamkataa Mungu, watu wanaikataa Injili, watu wanalikataa neno la Mungu, watu wanakataa namna ambavyo Mungu aliumba kila kitu na namna anavyoamua kukiendesha kwa asili. Watu hawataki sasa hivi watu wanajitengenezea vitu vyao, na tunakokwenda, niseme ndugu wapendwa, ni kwamba tutafika, sijui vizazi, vizazi vinavyokwenda huko mbele, mwanadamu ataishi kama zombi. Shetani anatengeneza mfumo mpya unaokinzana na mfumo wa kimungu na anawatumia wanadamu. Kama alivyokuwa mwerevu, Biblia inasema kwamba nyoka alikuwa mwerevu, manake Ibilisi. Sisi tunadhani kwamba aliongea kwa maneno hapa nitataka tuje tujifunze baadaye. Unapojifunza bibilia, bibilia imejigawa ime, ime katika namna tatu ya uandishi. Unapotaka kuielewa bibilia lazima uangalie maeneo matatu: literal language, lugha moja kwa moja, parabolic language, lugha ya mafumbo ama symbolic language, lugha lu, ya, ya, ya picha. Bibilia imeandikwa kwa namna hiyo. Sisi tunafikiri kwamba nyoka alifungua kinywa na kuzungumza, lakini Biblia inamaanisha kwamba unaposoma ukiwa mtu Mkristo vizuri tumejifunza Mkristo ambaye anaukuulia wokovu, unapokula neno la Mungu unaelewa kwamba bibilia ilikuwa inamaanisha kitu gani katika hizi lugha tatu. Kwa hiyo mimi ningelitamani kwamba unapozaliwa na kufanyika kweli mwana wa Mungu na Roho Mtakatifu huyo aliyekusaidia wewe, akakaa ndani yako huwa anakuambia kabisa kwamba jambo hili sawa, jambo hili sio sawa. Tatizo linalokuja ni kwamba shetani anatumia nguvu. Watu wengi leo wanaogopa kuzungumza ukweli ama kumshuhudia Kristo kwa sababu watapoteza ndoa zao, watafirisika biashara zao, watafukuzwa kwenye ajira, watakosa vibarua, watakosa ugali. E bwana na mambo mengine mengi, utajiri, nafasi zao, vyeo walivyo navyo wana, wanaogopa hilo. Lakini nataka nikushuhudie, siku ya kufa vyeti vyako vinabaki, navyo hapa vitabaki huko, sijui kama wanazika na vyeti sijui, lakini vyeti vyako vinabaki na hakuna atakayetumia. Na hapa natamani nifundishe somo moja ambalo nilikuwa namweleza rafiki yangu huyu Noa Kiaulilo, kwamba kwa nini watu wengi baada ya kufa huyu mmoja hawa wanyuma hawawezi kuendeleza mali zake ama vitu vyake ama vyeo vyake. Watu wa kidunia wamegundua, leo hii, walioko katika hizo nafasi, wanawafundisha watoto wao kuja kurithi vile vitu walivyo navyo wao, wakati wao hawapo, au hawa hata kama wamechoka, akiondoka huyu cheo fulani, unakuta amekuja mwingine, hata kama na jina la kwanza, la pili, la babu yake, la tatu, la babake, la ukoo, ameondoa ama anaondoa la babu yake, anaweka la babu yake, anaweka hivyo mimi kuna familia ambayo nimeshaiona ya watoto saba, kugundua kwamba watoto wale wote ni wa baba mmoja ni kazi, kwa sababu mwingine amechukua jina la kwanza, mwingine la pili, mwingine amechukua jina la utani la baba, mwingine amechanganya sula upande wa kikeni, si mwingine, kwa sababu tayari mfumo ule wanaujua, ili tuweze kuendelea kubaki katika nafasi hizi ambazo tuko nazo kiulimwengu. Basi tufanyaje sasa, watu wa kiroho? Bado sasa ile, watu nasema, lazima umrithishe mtoto nguvu yako ya asili Yaani, kama wewe ni mshirikina na unatamani mtoto wako kuendelea kubaki kwenye ushirikina, maana lazima umrithishe ushirikina. Na wiki iliyopita kama sio wiki hii. Yes, nafikiri wiki hii nilikuwa naongea na mtu sana, mtaja jina. Aliniambia, Elia mimi nasikitika sana. Anasema, mimi mpaka nimeacha kazi kuna roho za giza zinanisumbua sana. Lakini mwenye roho hizi ni mama yangu. Kwa hiyo mama yangu anataka mimi nichukue hizo roho. Yes, na na sana. Lakini, lakini mizimu ambayo niko nayo mimi haina kataa mimi kufanya hiyo kazi sasa, sijui kama ni, ni dipatmenti mbili tofauti zinamgombania mtu mmoja, kwa sababu roho za mizimu na hizi roho za giza kimsingi bado upo kwenye taasisi ile ile moja. Inawezekana tu ikawa ni vyumba tofauti, mlango huu na mlango huu tofauti. Anasema sasa mamaangu amehama kwangu, anataka kuarishia watoto uchawi na ananishuhudia kwamba mimi kwetu ni wa kwanza, wa kwanza lakini wenzangu wote wameshapewa kitu cha kupewa, lakini mimi tu ndio ninayegombana na mamaangu na sitaki kufanya hicho kitu. Kwa hiyo, hawa hawawezi kwenda kwa sababu bado hujawapa nguvu ya asili. Ndio maana hata sisi Wakristo tunasema ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea mke wako, kile kizazi kiendelee. Mungu anasema mpaka kizazi cha tatu na cha nne lazima uombee. Mimi leo kwa umri wangu nimemwona babu yangu anakaribia miaka mia sasa hivi, nimemwona baba yangu anakaribia miaka sabini na anakwenda themanini, mi mwenyewe nipo ninakwenda miaka arobaini na kitu, nimeona mtoto wangu ambaye tayari naye ni mkubwa anajitegemea, eh, Miriam yamkini alipofikia sasa hivi sijajua huko aliko, naweza kukuta na watoto. Kwa hiyo tayari vizazi vitano, mm, lakini bado Mungu amenipa vijana wengine wawili Caleb na Gabriel, ambao wanakuwa, yamkini kwamba Mungu anaweza akaniweka nikaona watoto watoto wangu, lakini sijui kama babu yangu ataona ay, eh, watoto wa watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunatamani kwamba mtu aelewe ziko nguvu za asili, ni falme mbili. Eh, nilikuwa namwambia siku moja mdogo wangu mmoja kwamba hiki tunachokifanya hakiwezekaniki. Watu wameweka maagano, wana madhabau, wameua baba zao, mama zao, watoto wamejiweka, mpaka wao wenyewe rehani, alafu wewe unasema unasema tu all of a sudden, unatoka unasema kwamba nataka nikakae kwenye kiti kile. Kuna nguvu inayoopereti mahali pale. Sasa nataka nirudi kwenye somo letu la msingi kwa nini utambue kwamba hii ni dhambi na hii sio dhambi, ama jambo hili nifanye ama jambo hili nisifanye. Yaani huhitaji mtu mwingine akuambie, na tatizo kubwa ni lile ambalo nimesema, Roho Mtakatifu anazungumza kwa sauti ya upole, tofauti na shetani anayetumia mabavu. Leo hii mtu akiniibia, nikiingia kuomba Mungu ataendelea kumvumilisha, atanivumilisha mimi ataendelea kumvumilisha na yule aliyenitendea uovu, Mungu akitaraji kwamba huyu mtu kuna siku atatubu aiache njia yake mbaya na amgeukie yeye, ndio kusudi hilo. Kwa hiyo mara nyingi Mkristo wa kweli, mwamini wa kweli, mfuasi wa kweli, mteule wa kweli anapotendewa uovu, anapoenda madhabahuni kumwomba Mungu, Mungu inakuwa ni ngumu sana kuchapa kiboko kwa yule mtu, kwa sababu Mungu anataka katika hali hiyohiyo ya uovu alionao afike siku ageuke, ajue kwamba nicho kitenda hiki ni dhambi, lakini nikienda kwa mganga wa kienyeji wewe, siku tatu uchukui, yaani umeniibia leo, kesho unaweza ukafa. Na shuhuda nyingi za watu waliofanya hivyo, kuna watu waliiba sehemu za watu wanazoabudu ni machizi. Kuna watu waliiba ng'ombe za watu wakauza, wengine wamekufa leo hii, ni machizi. Lakini hivyo, yaani ukienda kwa shetani ni instantly na hicho kitu ndio ambacho kinawapumbaza watu, wanaona sasa kwamba huku yako kwa majibu ya papo kwa papo, wakati majibu mengine haya kusugua miguu, kuendelea kumlilia Mungu na Mungu asijibu, bora tuache sasa, turudie njia hizi mbaya. Ndio maana nabii saa anasema na kila mtu aiache njia yake mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitaenda haraka haraka kwenye haya mambo hmm? kwa hiyo unapokuwa Mkristo, kugundua kwamba hii ni dhambi ama hapana Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, mmojawapo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, manake anakushuhudia na wewe kwa habari ya dhambi. Jambo la kwanza, msikilize Roho Mtakatifu ama roho ambayo iko ndani yako. Mara nyingi unapotaka kufanya jambo, unakuta kuna kitu kinakwambia fanya, kuna kitu kingine kinakwambia usifanye. Maana yake hapo, inatakiwa ujue ni sauti ipi ya kwako na sauti ipi sio yako. Tutakuja kujifunza habari za hizi roho Unapompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha wewe, unapofanyika mkristo kweli kweli, roho zile ambazo ni za uovu hazifi ndani yako, zile roho zina paralyzi, lakini unaweza ukaiamsha ile roho, ikiendelea kufanya kazi ndani yako. Anasema pepo mchafu anapomtoka mtu, mtu akishasafisha moyo wake kule ndani, kwa sababu huko ndani ndiko zitokako chemchemu, kama ni chemchemu za uzima, maanake kuna chemchemu za mauti ziko ndani ya moyo wako anasema atakaporudi akakuta ile nyumba ni safi, anasema ataenda kutafuta pepo wengine saba wenye nguvu zaidi yake. Wakirudi wale pepo saba ukawaruhusu kuingia ndani yako, hali yako inakuwa ni mbaya kuliko ile ambayo ulikuwa nayo hapo awali. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo tunatamani sasa unapozifisha zile roho uziache, usiziamshe zile roho. Unapoona iko shida katika moyo wako Mweleze Roho Mtakatifu kwamba mimi napambana na jambo fulani, wewe Roho wa Mungu unisaidie kuishinda hii dhambi. Sasa nimetumia muda mwingi, kwa sababu nataka nitengeneze kwamba ujue kwamba kwa nini hii ni dhambi, kwa nini wewe mwenyewe pasipo mtu kukwambia. Mimi huwa nakataa e, ninawaambia watu naoishi nao kwamba mimi sio kioo cha kukuonyesha wewe kwamba wapi umekosea, lakini wewe mwenyewe ndani yako unapolifanya jambo fulani ndani yako kabisa unajishuhudia kwamba hili jambo ni baya. Sasa leo nitateja jambo moja, alafu kadri tunavyokuwa tunaenda nitakuwa naendelea kufundisha hili somo, kipengele hadi kipengele. Kwa Mkristo, utawezaje kujua jambo hili nifanye na jambo hili nisifanye? Sasa tunaanza kama ifuatavyo. Yesu ilipofika hatua kwamba watu wanamsonga, wana kwamba asulubiwe, akiwa mikononi mwa mamlaka za kidunia hmm, tawala za kidunia. Bwana mmoja akamuuliza, Bwana, hivi pamoja na maswaiba yote unayopitia mbona watu wako kama hawakusaidii? Mbona watu wako hawakutetei? Yesu alitoa jambo alitoa jibu moja ambalo nalipenda sana. Anasema, ufalme wangu sio ufalme wa dunia hii na wala watu wangu sio watu wa dunia hii. Kwa sababu ufalme wangu na watu wangu wangelikuwa wa kidunia, hapa manake wangekuja kunitetea na kunitoa katika mikono ya watu dhalimu. Na Bibilia inasema kwamba kadri mtu alivyo, kama ni dhalimu katika jambo dogo, ni dhalimu katika jambo kubwa. Manake hivi ndivyo tulivyo. Sasa nataka tusome kitabu kilivyoandikwa injili ya Yohana hii nitakuwa nasoma jambo moja moja, ili tuweze kuelezana vizuri. Injili ilivyoandikwa na Yohana kumi na saba, mlango wa kumi na saba, tusome aya ya kumi na nne. Sasa jambo la kwanza ambalo natakiwa kujiuliza, jambo la kwanza kwamba hili ninalolifanya ni jambo la kidunia ama hapana? Yani, ni jambo la kidunia hapa ama ni jambo la kiroho mbinguni, hili nalolifanya? Yani, ili usipate shida, ama ningesema jambo hili ni la mwilini, ama jambo hili ni la rohoni nalolifanya. Biblia inasema kwamba nao mwili hupingana na nini? Na roho, nayo roho hufanya nini? Hupambana, kupingana na nini? Na mwili. Anasema hivi anasema ukianza ile aya ya kumi na tatu, anasema na sasa naja kwako na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu itimizwe ndani yao. Anasema mimi nimewapa neno lako, ulimwengu umewachukia, anasema kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Ina maana yako matendo ya kidunia na yako matendo ya kiroho. Ni ajabu sana siku hizi kuona mtu anafurahia mtu mwingine anavyoteseka. Yaani unafurahi mtu anavyoteseka, yaani wakati mwingine mtu anavyoteseka mpaka kiwango cha kufa, kuna mtu anafurahia. Yaani kuna roho ya kizombi imeshaingia kwenye mioyo ya watu, watu mioyo yao imekufa, wamepoteza uwezo wa kunusa, uwezo wa kujua. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye ni tajiri mkubwa yuko Dar es Salaam, akaniambia Eliya, sisi katika dini yetu tunaamini mtu akizaliwa, anazaliwa roho yake nakuwa nyeupe, yaani moyo wake unakuwa mweupe kama huu bao ulivyo. Lakini taratibu kwenye ule moyo wa mtu eh, ule moyo si tunacholaga hivi sio, ule moyo ule wa kidunia ule ha, huu moyo huu tunacholaga hivi. Kwa hiyo ndani ya huu moyo humu kunakuwa mweupe, kwa hiyo unapoweka doa ndi kama doa hili moyo unagundua kwamba ndani yangu kuna doa jeusi limeshaingia. Kwa hiyo moyo unaweza ukaanza kuhangaika na hili doa na namna gani utoe, lakini emfikiria, naendelea kupaka kupaka kupaka kwote, kupaka, kupaka, mpaka moyo wote unakuwa mweusi kabisa, unakuwa mweusi kabisa. Je, ninapoweka doa lingine la weusi moyo unagundua haugundui? Kwa sababu moyo tayari umeshafika mahali ambapo umeshakuwa mweusi na hauna uwezo Hauna uwezo tena wa kuendelea kugundua kwamba kuna kitu cheusi ambacho kimeingia. Kwa hiyo jambo la kwanza kugundua, jambo hili ni la mwilini ama jambo hili ni la roho. Unapogundua hivyo, linakusaidia kujua kwamba je, hili nalolitenda ni dhambi ama nalolitenda sio dhambi. Neno la Mungu katika Injili ya Yohana anasema nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Kwa hiyo automatically ukisimama tu katika msingi wa neno la Mungu ulimwengu lazima ukuchukie. Na jambo hili nimeshawahi kusema kwamba jichunguze, ukiona wewe ni Mkristo na hupati matatizo popote ulipo kwenye biashara yako, kwenye ajira yako, kwenye kazi yako, kwenye kilimo chako, kwenye mifugo yako, kwenye jamii ulimo, ni kwamba wewe una jina la mtu kuwa hai, lakini umeshakufa ndani yako, wewe sio Mkristo. Roho Mtakatifu hafanyi kazi inavyotakiwa ndani yako. Nimesema Mungu wakati anawaongoza watu wake, anawaambia, anamwambia Musa, watakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wao, ama Mungu kwao, katika kweli na haki. Na ukisoma Yohana anasema, na uwatakase na ile kweli yako. Alafu ukienda mbele, anasema, neno lako ndiyo kweli. Na nitakuja kufundisha nimesoma, kwa nini nasema kwa uzaliwe upya katika roho na damu ama roho na maji. Maji ni nini? Damu ni nini? Kwa nini mtu asafishike kiasi hicho? Nitakuja kufundisha, umenielewa eh? Anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Kwa hiyo, huku duniani, huku huku yuko mwovu, na Bibilia inashuhudia kabisa kwamba shetani ametupwa ulimwenguni. Watu wanafanya vitu vya ajabu kuliko wanavyofikiria Yani, mtu hajali kabisa kuumiza mtu mwingine, kuzulumu mtu mwingine, kumwibia mtu mwingine, kumsengenya mtu, kumnenea uovu, vurugu nyingi nyingi nyingi, utapeli, wizi eh, uzinzi, uesherati, usengenyaji. Yani hivyo vitu vipo, kiburi. Ndio maana anasema jambo la kwanza kugundua kwamba hii ni dhambi ama hapana, uelewe kwamba neno nalolisema ni la mwilini ama rohoni. Nilisema siku moja, nilikuwa nafundisha sehemu, nikasema tunapozaliwa huyu tunapozaliwa, mtu anakuwa hapa, halafu kunakuwa na pembe tatu hivi hmm? na ili neno mtu ni mwanadamu mwenye tabia za uungu. Sasa Mungu akiondoka hapa, huyu mtu anabaki mtupu ndani yake. Sasa nafsi ya mtu iko katikati hapa, nafsi yako ipo hapa katikati. Upande huu wa kulia yako mambo ya rohoni, upande huu wa kushoto yako mambo ya mwilini. Biblia inasema na mtu aonavyo ndani yake ndivyo alivyo. Hii nafsi yako hii, hii nafsi yako ina tafsiri ya rohoni ama ina tafsiri ya mwilini, manake inategemea hii nafsi unailisha nini, inakula nini hii nafsi hmm? kule inakokula ndiko inako tafsiri. Ukiipa mambo mengi ya rohoni itatafsiri mambo ya rohoni, na inavyotafsiri mambo ya rohoni inaziba huku makikadi, unavyozidi kukua inaziba baadaye moyo wa mtu kama, kama moyo wake ndio umezunguka huku sasa, eh? Moyo wa mtu kama umezunguka huku, manake mwisho wa siku, kama inatanuka kuja huku, huyu mtu rohoni mwake atakuwa anatafsiri mambo ya rohoni tu. Lakini ukiwa unatafsiri mambo ya mwilini, automatically roho yako inafungwa na mambo ya nini ya mwilini. Kwa hiyo moyo wa mtu unajaa kutafsiri mambo mengi ya kiroho badala ya mambo mengi ya kimwili. Kwa hiyo leo tumeanza na tumeanza sababu hiyo kwamba lazima uangalie kwamba jambo hili ninalolitenda ni la kidunia ama ni la kimungu. Mungu, Mungu akubariki sana na tukutane katika kipindi kinachofuata utakapoendelea kujifunza maneno haya, uwe na siku njema na nikutakie kazi njema. Amina.